Jeshi la Israel limefanya angalau mashambulizi ya anga 20 katika eneo la kusini mwa Gaza huku makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani yakikabiliwa na tishio. Jeshi la Israel limesema Jumapili kwamba lilitekeleza wimbi kubwa na pano la mashambulizi baada ya wanajeshi wake kushambuliwa na wapiganaji wa Hamas mjini Rafah, madai ambayo kundi la Hamas limeyakanusha. Masaa machache baadaye ya jeshi la Israel lilitoa taarifa likisema kwamba limeanza kuimarisha usitishaji wa mapigano Gaza baada ya mashambulizi makubwa. Afisa wa usalama wa Israel alisema pia kuwa usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kwenda Gaza umesitishwa kwa muda kufuatia madai ya ukiukwaji wa makubaliano na Hamas. Shirika la uokoaji la Kipalestina limesema kuwa mashambulizi kadhaa ya anga ya Israel yamesababisha vifo vya angalau wa Palestina arobaini na wawili katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo ulioharibiwa na vita. Ofisi ya habari ya Gaza imeongeza kuwa Wapalestina tisini na saba wameuawa na wengine mia mbili na thelathini kujeruhiwa tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipoanza kutekelezwa tarehe kumi Oktoba. Jeshi la Israel limesema wanajeshi wake wawili wameuawa katika mapigano Gaza siku ya Jumapili na alikajibu kwa mashambulizi ya anga na mizinga baada ya kushambuliwa na Hamas. Hata hivyo, kitengo cha kijeshi cha Hamas, Brigedia za al Kasam, kilisema kinafuata makubaliano ya kusitisha mapigano. Hatuna taarifa kuhusu mapigano yoyote yanayoendelea katika eneo la Rafaha, kwani hayo ni maeneo yaliyoko chini ya udhibiti wa uvamizi wa kizayuni na mawasiliano na makundi yetu yaliyosalia huko yamekatika tangu vita vilipoanza tena Machi mwaka huu, ilisema Brigedi za Kasam katika taarifa. Shirika la habari la Aljazira limeripoti kuwa Wapalestina wana wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la ghafla la mashambulizi. Mashambulizi ya Israel kusini yamekuja huku vyanzo vya kitabibu katika hospitali ya Al Aksa vikisema kuwa Wapalestina watano wameuawa na wengine kujeruhiwa katika shambulio la anga dhidi ya Az Zawaida katikati mwa Gaza. Aidha, Wapalestina watatu wameuawa katika shambulio la anga katika kambi ya wakimbizi ya Nuseirat, kulingana na daktari katika hospitali ya Al Auda, huku shirika la habari la WAFA likiripoti vifo vya angalau watu wawili katika mashambulizi ya anga kaskazini mwa Gaza. Mashambulizi hayo yalifuatia mashauriano ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na wakuu wa usalama, ambapo waliagiza jeshi kuchukua hatua kali dhidi ya uvunjaji wowote wa wa makubaliano. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba mashambulizi Rafah yalikuwa na lengo la kulinda wanamgambo wa shirika wa Israel waliokuwa Gaza ambao walihofia mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Hamas. Tangu usitishaji wa mapigano ulipoanza, kulikuwa na taarifa kwamba huenda wapiganaji wa Hamas walikuwa wakijaribu kushambulia kundi hilo Rafah. Mara taarifa za mapigano zilipoenea Israel, hali ya taifa ilibadilika mara moja. Waziri wa usalama wa taifa wa mrengo mkali wa kulia Itamar Ben Gavil amesema kwenye mtandao wa X kwamba anataka jeshi la Israel kuanzisha tena vita kwa nguvu kamili ndani ya ukanda wa Gaza. Waziri wa fedha Ameandika neno moja tu, vita. Naye Amichai Chikli, waziri wa maswala ya diplomasia, amesema mradi Hamas ipo vita vitaendelea. Kiongozi wa upinzani na mwanachama wa zamani wa baraza la usalama Ben Gaz amesema kuwa chaguzi zote zinapaswa kubaki mezani, ikiwemo kurudi katika operesheni za kijeshi. Ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imesema Israel imewaua angalau Wapalestina 97 na kujeruhi wengine 230 tangu usitishaji wa mapigano uanze, na imevunja makubaliano hayo mara 80. Jeshi la Israel limewaua makumi ya Wapalestina katika mashambulizi ya anga ambayo ilidai ni kujibu ukiukwaji wa makubaliano na Hamas, madai ambayo Hamas yenyewe imekanusha.